Ukitaka tujue kweli wewe unatujali na unakusudi jema na sisi, tutakujua kwa namna gani? Au tutajuaje kwamba wewe unatupenda kweli au unakusudi jema na sisi? Maandiko katika kitabu cha Luka Mtakatifu, Luka Mtakatifu, na sura ya kumi kuanzia mstari wa 26, na imeandikwa hivi. Tuanze mstari wa 20. Tuanze mstari wa 26. Anasema, akamwambia, Imeandikwa nini katika torati wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Mi poenti yangu iko hapa kwamba na jirani yako kama nafsi yako, yaani vile unavyotamani kuishi, unavyotamani kufurahia maisha, basi tafuta na mtu mwingine aishi hivyo, kwa sababu hata tu kwenye kampeni za kisiasa hizi tukitaka tu yani kama wanasiasa mnataka tu kwamba kweli mmekusudia kwamba nyinyi mna lengo jema na sisi na mnatamani kutusaidia, mngekuwa sababu ya mambo kwenda au mngekuwa mbele yetu ili mtusaidie labda kufika hatua fulani bora zaidi. Mnatupenda, mmetujengea shule ambazo au umetujengea hospitali sawa, lakini unakuta nyie hamtibii kwenye hospitali kama hizi, lakini pia watoto wenu pia wasomi kwenye shule za kawaida hizi, nakuta nyie mnapeleka shule ambazo kidogo zina hadhi. Sasa maandiko sasa kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, jirani yako kama nafsi yako. Yani vile ambavyo unajisikia kabisa kwamba ukimwona, umempeleka mtoto kwenye shule fulani ya hadhi au ya, ya, ya kiwango fulani ya hali ya juu, basi tafuta sana watoto wa mtu mwingine nao wasome kwenye shule kama hizo hizo. Kama ni kutibia, wewe unaenda kutibia kwenye hospitali ambazo zimejitosheleza, basi zina zina matibabu yaliyojitosheleza yote ya hadhi ya juu kusoma. Basi hata watoto oh, wenzio pia angekuwa anasoma shule kama hizo hizo. Wao ndio ungekuwa upendo wako na hata kampeni kama hizo tungezia leo kiraisi sana tungefurahia sana kampeni kama hizo. Lakini hizo kampeni zina mambo mnaongea tu kwenye midomo lakini nakuta hakuna kinacho endelea kingine. Hapana, huo sio upendo. Upendo sio huo. Upendo kabisa kabisa ni kujiona vile unavyotamani wewe kuwa. Basi tafuta na mtu mwingine pia awe hivyo hivyo. Awe hivyo hivyo, sio vinginevyo. Vi.